Jambo, natumai mzima wa afya. Mimi niko salama na mshukuru Mwenyezi Mungu. Naomba tafadhali usikilize hili somo. Hili somo litakusaidia wewe na litanisaidia mimi pia. Naona sasa, naomba utege sikio lako, ndugu yangu, tupate kufundishana somo hili kwa pamoja. Mimi naamini kuwa litakusaidia kwenye maisha yako, na somo la leo ni kumtolea Mungu, kumtolea Mungu, na kabla sijaanza Naomba kwanza niombe Mungu ili Roho Mtakatifu aniongoze, kwa sababu mimi peke yangu siwezi chochote, ila Mungu. Nikiwa na Mungu ndo naweza yote, bila yeye siwezi chochote. Sasa bila ukawia sana, ndugu yangu, naomba tuombe Mungu ili aniongoze. Baba Mtakatifu mwenyezi wa yote, Bwana nataka kulihubiri neno lako, ila Baba najua kuwa bila wewe siwezi chochote Nahitaji baba uniongoze, nahitaji baba unitumie kama chombo chako, kama chombo chako baba. Maneno yote yatakayotoka mdomoni mwangu yawe maneno yako baba. Nitumie Bwana, nitumie Bwana, nakuhitaji wewe peke yako. Asante Baba, sifa na utukufu vikurejee wewe, nikiomba katika jina la Yesu Kristo, amen. Bila kukawia sana ndugu yangu, somo la leo nimeliita kumtolea Mungu Sawa bila ukawia sana twende tukaisome kitabu cha Malashi, ya Malaki. Malashi ni Kifaransa hicho, naongea lugha ya Kifaransa, ndo naongea lugha ya Kifaransa sasa. Ndo hivyo ndo maana hata, ndo maana niombe msamaha kama pale nitakapokosea kuzungumza Kiswahili, mtanisamee kwa sababu naongea lugha ya Kifaransa sasa, na ndo lugha ambayo naiongea sana nyumbani kwa hiyo Kiswahili nimeanza kukisahau lakini kwa neema ya Mungu nazidi kuisoma Bibilia ya Kiswahili na, naona Kiswahili changu, kinaanza, kinakuwa sawa, unaona, unaona, sawa. Utanisamehe pale nitakapokosea, na hata bila hivyo Roho Mtakatifu yuko hapa ataniongoza, yupo ndani mwangu ataniongoza. Kwa hiyo kila kitu kitakwenda sawa leo. Kauya sana ndugu yangu, tukakisoma kitabu cha Malaki. malaki tatu mstari wa nane unasema hivi Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnanibia mimi. Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Mumeniibia zaka na zabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, munaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Leteni zaka kamili za galalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu mkanijaribu, kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia ma, madirisha ya mbinguni a na kuwamwagieni na ku, na kuwa, ah, kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye al, alaye, wala ataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mazab, mzabibu wenu hautapukutisha autapu, autapu matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba Asema Bwana wa majeshi amena, bila ukawia sana ndugu yangu, ni hapa Mungu anazungumza na taifa la wana